Tu nisumbua ni mapresha juu, kuwaza na kuwazua ni mapenzi tu azakananisumbua na mwengine du natamani kujiua. Nisawa au nipendi na mapenzi yako ya kupritendi ani mume wangu wa malifeki

n lakini hapo ni mapenzi ya kupitndia inakaujumbe fulani akili kichwani mwako. Ni mwaka sasa. Karibu, tusipoteze muda. Mimi nimekuja hapa jua mi na jambo moja hivyo linaniumiza kichwa na linanikera. Jambo gani? Mimi hii simu nimeichoka. Kila siku ananiambia nakununulia simu nakununulia simu, yaani endo wangu am Baby, upendo ni upendo. Alafu ukija uki, uki kwenye swala la simu, baby, simu ni kitu kingine. Unanichanganya, unajua. Ukianza bali za siasa zako huko unanikera. Mimi nataka simu. Mimi simu nimechoka. Unanizalilisha mbele ya marafiki zangu. Sikiliza. Aliangu alisi ya maisha unapaa. Na siku zote, vitu vizuri uja. Sio kwa haraka haraka kama unavyodhani hivyo. Yaani vinakuja tu from nowhere ni vinakuja. Mimi eh, simu hiyo na idaka eh? Na boxi lake nafungua ndani. Fanya kazi ununulia vitu ukonji, tuki, olela, olela navyovihitaji unadhani, watu wanaopendeza huko nje wanapendeza tukiolela olela, wanagharamikiwa na wanaume zao, na wewe gharamikia kilichokuwa cha kwako eh. Vipi, unajisahau sana zungu, unajua unasikia, unajisahau. Mimi unanikera bwana. Tunapoelekea tutaseparate kwa kwenda, sio kama ni sawa. Najua nini ninafanya. Unafanya nini? Mimi ni mpambanaji. Sikiliza, kwa sasa pambana upambanavyo. Nakupa siku hizi Sijui umeelewa ninachokwambia? Nakupa siku ngapi? Siku mbili. hmm. Tena hizi ni nyingi sana kwako, yaani ni nyingi mno. Usiponikamilishia hicho kitu ninachokihitaji, yaani babangu utakuja kuniona na hmm. Roho mbaya mno, yaani hata unikute wapi na kabwa na vibaka, fanya kama vile hujaniona vile, sawa eh? Sio, unanielewa. Kwa nini mama maumuzi haya? <laughs> Kwa sababu naona unachosha, afu unajisahau na unajisahau kabisa kwamba mimi ni nani kwako. Nimemaliza nani? hizo siku mbili. Pole sana shoga yangu, kwani bado unamtaka? Ndio, bado namhitaji. Usijali, kwa kwako umeshafika kwangu, takusaidia, tanisaidia? Usijali, nitakusaidia. karibu <laughs>

Yes. Sasa nilikuwa natamani nisaidie mdia, <tipine> kwa kuchagua mimi kwa sababu nachanganya, nilifikiria kumbe kuanzisha vipindi viwili kupata machaguo ambayo kipindi kimoja ni Kiswahili kwetu and kingine unje unaishi kwenye ndoto yako. Sasa vinavutana, nashindwa kuelewa kipindi kizuri Vizuri, kwanza nikupongeza kwa sababu umeweza kuchagua vitu ambavyo vinaendana na hali yako <laughs> au kitu kipendacho. Ah, sawa. Kwenye hii uswahilini kwetu, naona wengi sana wamefanya. Sawa, lakini je, unaishi kwenye ndoto yako ni kitu kizuri, kwa sababu sidhani kama wengi wengi watu saa hivi wanaishi kwenye ndoto zao kweli. Kabisa, kwa sababu sidhani kama mangi alipanga kuuza duka. Ipo hivo, nadhani hiyo ene. Ndoto yako ni nzuri zaidi. Sawa basi, sawa, tutaongea, nikiongea, nikirudi utapata

Wa Tanzania. Mimi ni The Light. Napatikana katika kipindi cha kupendo cha je, unaishi kwenye ndoto yako. Yaani leo hii hapo ulipo ilikuwa ni ndoto yako. Sasa leo niko na mgeni wetu hapa nzuri sana. Nataka nijue kuwa anaishi kwenye ndoto yake. Unataka kujua nini kuhusu huyu mtu? Basi kama unataka kujua chochote kuhusu huyu mtu, karibu jiunge nami. Karibu sana. Asante kwa ujio wako, kwa wito wako pia nimetikia. Okay, karibu unaweza kujitambulisha majina yako kamili? Uh, kwa majina naitwa Toy Zungu, ila wengi wanapenda kuniita Zungu. Okay, mimi nitatumia Zungu. Mtazamaji Zungu, je, unaishi kwenye ndoto yako? Hapana. Mm, siishi kwenye ndoto yako? Unadhani ni kwa nini hauishi kwenye ndoto yako? Nadhani ni mfumo wa maisha maanake, unabadilika kila kwa nyanja, maisha yanavyozidi kwenda yanabadilika. Okay, ndoto yako ilikuwa ni nini? Yani ndoto yako ya kwenye maisha yako ulitamani kuja kuwa nani? Ndoto yangu nilitamani kuwa kuja kuwa daktari mkubwa. Oho, wow. <laughs> Nzuri sana sasa, bwana Zungu, unaweza ukatuambia sasa hivi unajishughulisha na nini? Sasa hivi inajifia na biashara ndogo ndogo. Inamaanisha mjasiriamali. Okay, okay. Ndugu mtazamaji, kama ulivyoona bwana Zungu mpaka sasa, haishi ndoto yake. Bwana Zungu alitaka kuwa daktari, leo hii ni mjasiriamali mdogo mdogo. Sasa hii inamaanisha kuwa kila mtu unayemuona, sio kila mtu anaishi kwenye ndoto yake. Ni asilimia chache sana ya watu wanaishi kwenye ndoto zao. Sasa kama unataka na wewe nije ni kuoji tafadhali usisite kunipigia kwa namba zinazopita hapo chini kwa ajili ya mawasiliano zaidi, na mimi niza kufuata popote pale ulipo, ili kuambia wa Tanzania auishi kwenye ndoto yako, na hii itakusaidia wewe kupata connection na watu ambao wako kwenye ndoto yako. Karibu sana, napatikana katika chaneli yako pendwa ya The Light TV. Bye. Mikutona nisumbua ni mapresha juu, kuwaza na kuwazua, ni mapenzi tu mzako ananisumbua. Damu mwengine du, natamani kujiua. Ah, haunipendi na mapenzi yako ya kupritendi.

Babe, tunachelewa. Naona unatamba sana, takona kudanganya haya mapenzi bwana. Bwana kitaumana, naona unajichanganya, bibi we. halikuwa wa kwangu ni kupashe udugu wangu. bwana wako ni wa kwangu, napoteza muda, shoga wangu anawe haujui kufua mekapu, kujichubua kwanza, mapenzi hujayajua we. Mimzigua, anguwe, achana, warusha mimzigua. Shoga yangu we, mbona mtaachana yani? Mpaka muachane na mtaachana tena na tena. Supu tayari, katika kipindi cha kupendwa unaishi kwenye eneo yako, yani hapo ulipo, hiyo ni eneo yako. Tuko na mdau wetu mmoja, nataka kwenda kuja naye stori, basi ungana na mimi. Karibu sana. Sijui unaitwa nani? Kwa majina naitwa Alif, Alifa Yusuf Msalemu, maarufu Chevy Boy. Okay. Chevy Boy. Mimi nitatumia Chevy Boy mtazamaji, Chevy Boy. Unadhani hiki unachokifanya leo hii ni ndoto yako? Yeah, hapana, japokuwa sio ndoto yangu, ila ndoto yangu ni, ni ilikuwa labda ya doctor. Natamani niwe doctor, lakini kwa sasa bado sijafikia ndoto yangu. Okay. Unadhani ni kwa nini haujaifikia ndoto yako? Kutokana na hali hiyo ngumu ya maisha ndio maana bado imefanya nifikie ndoto yangu. Ya, ya. Ushaiko kwenye mahusiano? Ya, nishaikuepo kwenye mahusiano. Hayo mahusiano yako mpaka sasa hivi yapo? Hapana. Sasa hivi nipo single. Unadhani ni kwa ya, Sizi, nipi, Unazali, nini mahusiano yako hayapo? Kutokana na changamoto tu za mahusiano ndio maana nimefanya niwe single bado. Bwana Chidi boy, tunaomba utuambie changamoto gani hizo ambazo zinakufanya leo hii wewe uwe single. Na wakati unakula unashiba. Kaka mzuri kama wewe. Usaliti. Wow. Kwa hiyo inaonyesha bwana Chidi boy ulikuwa na mkono mfupi? Hapana, sio mkono mfupi, bali tu ni changamoto ambazo sijajua yeye kwake alikuwa anazifikiria vipi kwa mtazamo wake. Okay, ndugu watazamaji, kama mlivyoona bwana Chidi boy, boy bado niko naye, nataka nimuulize maswali mawili tu na nijibu. Bwana Chidi boy, unampenda msanii gani hapa Bongo? Uh, msanii wa bongo ambaye anampenda ni Moni Central Zone kwa sababu wa alikuwa na mistari fani ambayo alikuwa anamwimbia mpenzi wangu. Naikubali sana yeye, ngoma yake fani. Wow. Hadi kumwambia alikuwa anamwimbia na, na bado akakuacha. Oh. So interested. Sasa bwana Chidi boy, unaweza kutuimbia nyimbo yoyote ya Moni Central Zone? Ah, uh, ngoja nikupe labda mistari miwili mitatu. Sina ngoma fulu labda naweza nikaimba, ila na mistari miwili mitatu naweza nikakwambia. Mbona hata kwenye message nilikuwa naitumia Nikianza na hivi, kwa jicho lako la ukungu ntazame mimi, ingeko max ingekuakua. Hey, asema nini hapo? Naishia hapo, tunaweza ukaongeza kngineakaifatiliz <tipa> <tipa> vijana wenzako mimi <tipa> <tipa> neno la kuwashauri vijana wenzangu, kwa sababu nyakati hizi sio nyakati za kupambana na mapenzi, bali ukitafuta pesa ndio utaweza kupata kile kitu ambacho unakihitaji kwa wakati

ananisumbua damu wengine, du natamani kujiua, angekwepo mama ngeshitaki. Wataka nini? Mimi na wewe tuna mkataba gani na, mkata Zongo, mpatawe, na kwa kipi ulichokibakiza kwangu? Haiwezi kuwa hivyo, umesha tupa jongo na mti wake, haiwezi kurudi tena. Tafadhali naomba uende. Sitaki tena ukaribu na wewe. Mimi siondoke ondo. Wewe nipige si ondo. Nataka so kunipiga na hasira sana na mimi. Si ondo. Nasema utatoka. Ndio nimekosea, nisamee basi. Kila siku nakuomba wewe tu. Si rahisi kama unavyofikiri. Nakupenda mwenzio. No, naomba utoke nje. Naomba utoke nje. Mimi sitoki bwana. Yaani wewe kama ndo unanichukia hivi basi nipe hata mi penzi lako tu. Mimi si penzi lako baba. Unanifanyia hivi. Unanikatili, unajua. Sikiliza kipindi, mimi naangalia kutengeneza penzi langu, wewe ndio ulikuwa wa kwanza kulibomoa. <coughs> Odi Nikusaidia nini? Nikuja hapa kwa sababu nimekuja kumaliza ile swala la mwanzo. Na nimeshauza baadhi ya vitu vyangu. Zungu. Wewe tukusema kwamba nikuchukulie simu gani? Sikiza, nikwambie babangu saa. Umeshachelewa. Sihitaji tena vitu vyako saa. Nimeshapata mtu ambaye anaweza akanimudu mimi na kanipa kila kitu. Kwa mimi na wewe tushamaliza. Lakini kwa nini unanifanyia haya? Zungu, naomba uende. Sawa. Zungu, naomba uende babangu. Shida nini? Mbona unaning'ang'ania niko peke yangu? Shida sio kukung'ang'ania, shida ni furaha yangu. Ni sawa lakini upasi kufanya hivyo, please naomba uondoke, okay. Babangu, mbona unakuwa sana king'ang'anizi? Unaning'ang'ania nini? Nagombania na furaha yangu, furaha yangu, na nafanya yote nifanye haya. Ulishaipoteza, nenda Zungu bana, nenda. Samahani.

ungu basi kama ndo unanichukia, kila siku basi, mimi mimi si hata penzi <coughs> lako sumbua ni mapresha juu kuwaza na kuwazua, ni mapenzi tu zakana nisumbua damu wengine, du natamani kujiua.